Karibu tena. Zaidi ya ekari mia moja za mpunga zimeharibiwa kufuatia mvua iliyonyesha usiku wa kuamkia leo katika kaunti ya Kisumu. Wakulima kutoka eneo la Kochieng wanakadiria hasara kubwa, kwani wengi wao walikuwa wamejitayarisha kuvuna hii leo. Na kama anavyotuarifu Lora Otieno, madarasa pia yameharibiwa na mvua hiyo, huku waathiriwa wakitaka fidia kutoka kwa serikali. Athari ya mvua iliyonyesha Jumatano usiku ni dhahiri katika eneo la Kochieng, kaunti ya Kisumu. Wakulima wa mpunga wakiokota mazao ambayo yaliharibiwa na mvua hiyo, wengi waliokuwa wakitarajia kuvuna sasa wakisalia njia panda. Jana nilikuwa shambani na nilikuwa na nia ya kuvuna mchele yangu, lakini kwa bahati mbaya ilipofika usiku wa saa nne hivi na nusu kulitokezea mvua. Tunabaki tukiangalia tu shamba na tunaona tu nyazi, hakuna kitu. Narudi nyumbani mkono mtupu. Anzia saa nne nimepata kama mvua imenyesha, ili ajabu sipokuona tangu waanze kulima hapa samba. Sasa naomba serikali kama unaweza saidia sisi na saidia na mbolea, na wale wa wakulima arudi na kitu kidogo hata bado iko na momentum naweza lima siku nyingine. Mvua hiyo pia ilisababisha uharibifu katika maeneo mengine ikiwemo shule ya upili ya Ayecho Obumba ambapo madarasa yaliharibiwa, waathiriwa sasa wakiirai serikali kuwafidia emergency funds. yenye tuliweka kwa budget ilikuwa 100 million. Uh, pesa ambayo tuliweka kwa disaster ilikuwa around 16 million. Sasa kwa sababu tuliweka hiyo pesa tunaomba gavana wetu, uh, barua tushaandika na tunamwomba pia, najua atasikia hii, wajaribu kabisa, wakulima wasaidiwe. Kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga, mvua kubwa itaendelea katika sehemu mbalimbali humo nchini hadi wiki ijayo. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.